DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Nam, karibu tena kwenye matangazo haya mbashara kutoka DW mjini Bonn, ikiwa imetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hapo Ulaya ya kati ni saa 10 vile vilevile, jioni. Tumekuandalia mengi, kwa hivyo salia nasi kwenye YouTube, Facebook tovuti yetu to DW.com kwa ajili ya Kiswahili na kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Jina langu ni John Juma, DW. Habari za Ulimwengu na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Viongozi kutoka Umoja wa Ulaya wasisitiza mabadiliko katika kukabiliana na China na Marekani. Angola yapendekeza usitishwaji mpya wa mapigano nchini jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo na Umoja wa Mataifa waitaka Urusi kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati ya Ukraine. Habari kamili. Ubelgiji. Viongozi kutoka Umoja wa Ulaya wanakutana leo huku muungano huo wa mataifa 27 ukikabiliwa na changamoto kuanzia upinzani kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, mbinu ngumu za kiuchumi kutoka China na vitisho mseto kutoka Urusi. Kwenye mkutano wa kilele kuhusu viwanda barani Ulaya, marais Emmanuel Macron wa Ufaransa na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, licha ya tofauti za hadharani hivi karibuni, wameonyesha mshikamano kuhusiana na namna ya kufufua uchumi uli dorora wa Ulaya. Kansela Merz anayehudhuria mkutano huo amesema Ulaya inapaswa kuchukua hatua kwa haraka kuhakikisha kuna kuwepo na ushindani na kuondolewa kwa udhibiti wa kupita kiasi unaokwamisha ukuaji wa uchumi. Yet we are... Far... Lakini bado tunakwenda polepole sana. China inajenga mifumo mikubwa zaidi ya nishati ya jua duniani ndani ya miezi michache, ndani ya EU inachukua miaka mingi kuidhinisha tu mradi. Kwa hivyo napendekeza kutekeleza kanuni ya msingi katika michakato mingi ya uidhinishwaji. Mradi wowote ambao hautashughulikiwa ndani ya wiki au miezi michache utazingatiwa kuwa umeidhinishwa moja kwa moja. Macron kwa upande wake amesema mwitikio wa Ulaya katika kushughulikia ushindani unaoendelea wa muungano huo ni lazima ufanywe kwa haraka, na kuongeza kuwa baadhi ya maamuzi magumu yatafikiwa ifikapo mwezi Juni. Kinshasa. Angola amezitaka pande zinazopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano kuanzia wiki ijayo, Wakati timu ya Umoja wa Mataifa ikiwasili leo katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi wa M23 kwa mwaka mmoja sasa, Angola imeanzisha tena jitihada za upatanishi katika wiki za karibuni na kutangaza pendekezo lake la kusitisha mapigano usiku wa kuamkia leo, baada ya wiki iliyopita kutangaza kwamba Umoja wa Mataifa hivi karibuni utapeleka walinda amani mashariki mwa Kongo kusaidia kutekeleza usitishwaji huo wa vita. Mapema leo, kaimu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Vivian Van de Per aliwasili Goma na kusema kwenye taarifa yake kwamba amekwenda huko kusaidia maandalizi ya ufuatiliaji na kuthibitisha hatua hiyo ya kusitisha mapigano. New York Umoja wa Mataifa umeitolea wito Urusi kuacha kuishambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine, ambayo yamesababisha kukatika kwa umeme katikati ya kipindi cha baridi kali. Mkuu wa shirika la haki za binadamu la umoja huo Volker Turk amesema mashambulizi yasiyokoma yanayofanywa na Urusi kwenye miundombinu kote nchini Ukraine yanawakosesha joto, maji na umeme raia amba, ambao tayari wameteseka kwa muda mrefu. Mkuu huyo wa haki za binadamu amesema ni kinyume cha sheria ya kimataifa ya kiutu kuilenga miundombinu ya raia, na kuitaka Urusi kusitisha mara moja mashambulizi hayo. Ameongeza kuwa mamilioni ya makazi yanapitia kipindi kigumu kwa kuwa hupata umeme kwa masaa kadha ya siku, huku shule zisizo na vifaa vya joto zikilazimika kufungwa na huduma za tiba nazo zikiathiriwa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. San Juan. Ripoti mpya shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imesema idadi ya watoto walioajiriwa na makundi yenye silaha nchini Haiti imeongezeka mara tatu mwaka jana huko masikini na vurugu zikiongezeka nchini humo. Ripoti hiyo iliochapishwa leo imeonyesha ongezeko hilo huko, vurugu za magenge zikisababisha watu milioni 1.4 kuikimbia nchi, zaidi ya nusu wakiwa ni watoto ambao wataalamu wanasema wameachwa bila wazazi na wako hatarini. Mwakilishi wa UNICEF nchini Haiti, Gita Narayana, amekiri ongezeko hilo li linalowashangaza na kusema ni hatua mbaya kwa kuwa watoto wadogo hawawezi kujiongoza, wana uwezo mdogo wa kupambana, na kwa maana hiyo ni rahisi kuwa ghelibu na hatimaye Abijan. Mkuu wa utumishi wa serikali ya kijeshi nchini Niger, Amadu Ibro, amewatolea wito raia wa taifa hilo kujiandaa na vita na Ufaransa, wakati uhusiano wake na mtawala huyo wa kikoloni ukifikia kiwango cha chini kabisa. Ibro amewaambia mkutano wa hadhara wa vijana jana Jumatano kwamba anaamini Ufaransa italishambulia taifa hilo kwa kuwa viongozi wake wanailaumu Niger kwa kusababisha hali mbaya ya uchumi nchini mwake lakini Ufaransa inakana madai hayo huku msemaji wa jeshi Kanali Guillaume Vernet akisema hakuna suala kama hilo la kuingilia Niger, huku akiyataja matamshi hayo kuwa ni vita vya propaganda. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW dunia yetu leo jioni Lilian Mtono ndiye amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu, na ananipisha ni kuletee ripoti na uchambuzi. Rais Trump asema hakuna makubaliano na Netanyahu kuhusu jinsi mazungumzo na Iran yatakavyokuwa. Inamaanisha nini, hata namna ambavyo walipokelewa na namna ambavyo waliingia imeweza kuonyesha ni kwa kiasi gani watu wameweza kuizungumzia Israeli kama tatizo la mambo mengi nchini Marekani. Mpasuko ndani ya chama cha ODM nchini Kenya, huku katibu mkuu aliyetimuliwa Edwin Sifuna akisema angali anashikilia Wadhifa huo. Upi mustakabali wa chama hicho? Kuna malumbano na mpasuko ambao huenda ikawa ni vigumu kusuluhishwa, na hiyo mirengo yote miwili inaiona kila mmoja ukienda peke yake. Na mamlaka nchini Uganda zimepiga marufuku vyombo vya habari kurusha au kuchapisha maudhui yanayohusiana na matokeo ya chaguzi, uchaguzi uliofanyika mwezi Januari. Uko nami John Juma na tunaanzia hapa Ulaya. Washirika wa Ulaya katika jumuiya ya kujihamia NATO leo wamepuuza hofu kuwa Marekani imerudi nyuma katika jukumu lake la uongozi kwenye jumuiya hiyo na kuwaacha peke yao pamoja na Canada wakiwa na dhima kubwa ya kuilinda Ulaya. Jacob Safari ana mengi katika taarifa ifuatayo. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth hakuhudhuria mkutano wa leo wa mawaziri wa ulinzi wa NATO uliofunguliwa rasmi na Katibu Mkuu Mark Rutte na uliofanyika katika makao makuu ya jumuiya hiyo huko Brussels. Kutowasili kwake kunakuja baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio kukosa kuhudhuria kikao kilichopita cha mawaziri wenzake wa kigeni wa NATO Desemba iliyopita. Ni jambo la nadra sana kwa mawaziri wa serikali ya Marekani kukosa kuhudhuria mkutano wa ngazi ya juu kama wa mawaziri wa NATO, wachilia mbali mikutano miwili mfululizo. Lakini naibu waziri wa ulinzi wa Marekani Elbridge Colby aliyehudhuria amesema anaridhika na juhudi za Ulaya kugawana jukumu la ulinzi la NATO na Marekani. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pia ameelezea kuridhika kwake, hasa na mpango wa serikali ya Ujerumani kuongeza matumizi yake ya ulinzi kufikia chini ya euro bilioni 153 ifikiapo mwaka 2029, hiyo ikiwa ni ongezeko la mara tatu ikilinganishwa na mwaka 2021. Rute vilevile vile, amesema kuwa wakati Marekani inapostahili kuangalia zaidi masuala ya eneo la Pacific katika siku zijazo, Ulaya na Canada zinastahili kuchukua jukumu zaidi kikubwa kilichojitokeza katika mkutano wa leo ni tangazo kwamba NATO itazindua mpango wa Arctic Century ambao ni jaribio la kumzuia Rais Donald Trump asikichukue kisiwa cha Greenland. Washirika wa wa Marekani katika NATO, baada ya kupitishwa kwa mpango huo, wanasema wanaamini mzozo kuhusu Greenland umekwisha na huu ni wasawa kusonga mbele kutokana na mzozo huo na kujikita katika kipaumbele cha usalama wa Ulaya ambacho ni vita vya Urusi nchini Ukraine. Mark Rutte ni katibu mkuu wa NATO. This is why we have just launched Arctic Sentry. Na ndiyo sababu tumezindua Arctic Sentry kwa kuzingatia ongezeko la shughuli za kijeshi za Urusi na nia ya China inayoongezeka ya eneo la kaskazini. Tutajadiliana pia kuhusu kuendelea kuiunga mkono Ukraine. Marekani inaendelea kuendesha juhudi za kuvimaliza vita hivyo kabisa, ila Urusi inaendelea kuyalenga maeneo wanakoishi raia, ikiwemo miundombinu ya nishati continues to pursue civilian targets, including energy infrastructure. Ujerumani, Ufaransa na Denmark watashiriki katika shughuli za kijeshi zitakazofanyika chini ya mpango wa Arctic Sentry ila hawajasema ni kwa njia gani. Finland na Sweden huenda pia wakahusika na Ubelgiji nayo inatafakari ni dhima gani itakayokuwa nayo kwenye mpango huo. Haijajulikana bado jukumu itakalokuwa nalo Marekani. Kitisho cha Trump mwezi uliopita cha kuitoa Greenland, kisiwa chenye utawala wa ndani kilicho chini ya Denmark, kimeitikisa mno NATO. Dhima kuu ya NATO ni kuilinda mipaka ya wanachama wake thelathini na wawili. Jacob Safari huyo, shukrani sana. Baada ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu uliofanyika ikulu ya White House, Trump amesema hakukuwa na makubaliano kuhusu namna mazungumzo na Iran yatakavyokuwa sasa kwamba kile alichokitaka Netanyahu hakukipata moja kwa moja inaashiria nini kidiplomasia na hata kiuhusiano kati ya Trump na Netanyahu? Mchambuzi wa siasa Mubeli wa Bandio anajibu hilo na mengine kwenye mahojiano haya. E, Netanyahu alikuja kuhakikisha kwamba anaongeza jambo jingine katika mazungumzo ambalo jambo lile halikuwepo, akitambua fika kwamba Iran hawatokubaliana nalo na wasipokubaliana nalo nini, atajaribu kumshawishi Marekani ampige Iran, kwa sababu hiyo itaifanya uh, Israel iwe salama zaidi iwapo Iran itashambuliwa. Na kwa kufanya hivyo, inamaana Marekani atakuwa amekwenda nje ya makubaliano aliyokuwa anataka kufanya nayo na mazungumzo. Kwao ni mara chache sana Marekani na Iran kutofautiana, lakini sasa inaonekana fika kwamba alichokuwa akitaka Netanyahu ni Iran apigwe, kwa sababu hiyo ingemfanya yeye kuwa salama zaidi. Alipoona kwamba uh, serikali ya Marekani imeanza kusogeza vifaru na manoari na, na, na, na, na vifaa vya kivita kuelekea katika upande wa, wa, wa Iran, ilikuwa jambo ambalo likimfurahisha kwa sababu Iran ni tishio kubwa kwake. Lakini baada ya kuona kwamba rais Donald Trump ni kama amegeuka nyuzi mia moja themanini na akaangalia pia ni Trump huyu huyu ambaye alimwita mmoja kati ya watu ambao walikuwa ni magaidi wa ISIS akamwita Ikulu sasa kama rais wa Siria, akaona upo uwezekano kila akitotokea Iran ataingia katika makubaliano, ina maana chochote ambacho anakihofia kuhusu Iran akitoguswa na bado kitaendelea kuwa tishia. Na unadhani msimamo huu unachochewa na nini? Ni hofu ya mpango wa nyuklia wa Iran, ni makombora ya masafa marefu, au aliyoshuhudia vita uh, kati ya Israel na Iran mwaka uliopita? Nafikiri kwanza, ni jambo la kwanza ni kwamba wan, wan, wanatambua uwezo ambao wako nao. Kinashangaza kwamba Israel kama sikosei, ndiyo nchi pekee katika ukanda ule ambayo ina silaha za nyuklia, lakini sasa wanataka tu, sio Irani wasiwe na makombora, wanataka Irani hata ile programu ambayo ingewezesha kutumia nyuklia katika mfumo wa kiraia, nao wanaonekana wanataka kuzuia. Ni hofu ambayo yuko nayo Netanyahu, kwa sababu anahisi, kwa sasa anajaribu kila itakavyowezekana Irani apoteze nguvu, hata zile ambazo anafikiri kwamba atakuwa nazo. Cha kushangaza, nafanya hivi na kujaribu kuifanya Marekani imwadhibu mwadhibu Iran, wakati Marekani na Rusia wamemaliza mkataba wao wa, wa Newstat ambao sasa inaonekana nchi hizi mbili zinaweza zikaanza tena mchakato wa kutengeneza tena makombora mengine ama kuanza kurutubisha tena nyuklia. Kwa hiyo ndio hapa ambao panakuwa pana ugumu wa nini unataka, lakini hasa hasa ambacho kimemleta Netanyahu inaonekana ni hofu ya nini kinaweza ikafanyika iwapo Iran hatoshambuliwa. Unadhani ni kwa nini Rais Trump anasisitiza mazungumzo kuendelea licha ya msimamo mkali wa Israel dhidi ya Iran? Mambo kadhaa. Kwanza um, Trump ana hali mbaya sana katika kura za maoni na hilo analitambua hapa nchini Marekani. Pili, hakuna mtu ambaye anaamini kabisa kwamba Iran ni tishio la moja kwa moja kwa nchi ya Marekani, hasa katika sehemu hii, zaidi ya kwamba ni tishio kwa Israel. Kwao tayari wamekusha kufanya kitu ambacho kinaonekana kwamba kinaweza kikamzuia Iran kufanya shambulizi kwa Israel. Ziara ya Netanyahu katika White House bila heshima za kawaida kama gwaride la heshima inaashiria nini kuhusu uhusiano wa kibinafsi na wa kisiasa kati yake na Trump? kwa miezi kumi na tatu ulikuwa ni ziara yake ya saba ziara ya saba ya viongozi wawili wa, wa nchi kwa miezi kumi na tatu na tunavyozungumzia hivi katika ziara yake ya saba hakuna ambacho kimefanikiwa, ambacho nasema kwamba kuna makubaliano ya dhahiri. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba watu sasa hivi wanaanza kuangalia ni kwa nini tunakuwa na mikutano ambayo haina tija, kwa mtu ambaye alikuwa akipiga kampeni akisema mimi ni chief negotiator na watu wote waliopita walifanya mikataba ya ajabu kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kunegotiate. Tunapokuwa katika mkataba wa saba hivi sasa na watu, kwa kweli hata namna ambavyo walipokelewa na namna ambavyo waliingia imeanza kuonyesha ni kwa kiasi gani watu wameanza kuizungumzia Israel kama tatizo la mambo mengi nchini Marekani wengi wanajiuliza hasa wasikilizaji, lakini hawajui namna ambavyo Israel imeweza kununua asilimia tisini na mbili nafikiri mpaka tisini na nane ya wabunge hapa nchini Marekani ili kuweza kusukuma ajenda yake wala anaoitwa malobisti ndani ya, ya bunge, na ikiweza kutambua hiyo inaweza ikajenga picha kubwa ya kwa nini mara zote Marekani anakaana Mwaisraeli. Ni mchambuzi wa siasa Mobel wa Bandio akiwa Maryland, Marekani. DW tunavuma kwa kishindo. B Vivian Vandepere. Kaimu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, amewasili mjini Goma Alhamisi hii kwa helikopta kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji huo. Afisa huyo wa Umoja wa Mataifa amesema ziara yake inalenga kukutana na viongozi mbalimbali wanaohusika katika mzozo unaolikumba eneo hilo. Hiyo ni safari ya kwanza ya ndege tangu waasi wa, wa AFC M23 kuchukua mji huo wa mashariki mwa Kongo. Benjamin Kasembe na mengi zaidi kutoka Goma. Katika uwanja huo unaozungukwa sasa na pori na mabaki ya vifaa vya vita, ikiwemo ofisi zilizoharibiwa na mabomu, ndimo Bi Vivian de Per, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ametua kwa helikopta. Akizungumuza na vyombo vya habari mara baada ya kuwasili, Bi Vivian amesema kuwa hii ni hatua muhimu katika kutafuta amani kwenye mzozo huu unaoendelea kufukuta upande huu wa mashariki mwa Kongo. Januari 26 mwaka wa 2025 ilikuwa safari yangu ya mwisho kuwasili kwenye uwanja huu kwa ndege, na leo nimekuwa wa kwanza kutua kwenye uwanja huu wa Goma. Nadhani kuwa hii ni hatua muhimu kwa kutafuta mbinu za kuanzilia tena kwa shughuli kwa manufaa ya wananchi. Mji huu wa Goma unaokaliwa na kundi la wapiganaji wa AFCM ventrani sasa zaidi ya mwaka mmoja umekuwa ni sehemu ya machafuko kwa muda mrefu. Katika ziara hii, Bi Vivian anatarajiwa kukutana na viongozi wa maeneo mbalimbali ili kujadili hali ya usalama kwenye maeneo hayo na kusuka mikakati itakayosaidia kwa mwendelezo bora wa a taba iliyosainiwa kati ya pande zinazohasimiana . Ziara yangu inalenga kubadilishana mawazo na pande husika na kuendeleza maandalizi madhubuti, taratibu za uthibitishaji, uratibu, mawasiliano na hali ya kiutendaji ili utaratibu ufanye kazi pasavyo. Er, akizungumza na DW kwenye uwanja huo wa ndege, Oscar Balinda, naibu msemaji wa waasi wa AFC M23, ameonya kuwa ziara ya afisa huyo wa Umoja wa Mataifa mjini Goma siyo ishara ya kuanzishwa mara moja kwa shughuli kwenye uwanja huo wa ndege. Kwa leo tuko kwa kuheshimisha hiyo mkataba ya kuacha vita. E, tulikuwa huko doa tarehe tatu ya hii mwezi tukakutana na watu wote wenyewe wanahusika na hiyo na, na, na kwa hiyo MONUSCO nayo iko ndani na kuko sirigel mm. Na walikuwa na timu yao hapa wanaita EGVM wakati ya general wa Zambia anakuwa mkubwa jayo mm. Sasa kwa hiyo EGVM kutajunga watu ya AFC Alliance Fleuve Congo M23 na watu ya gouvernement nasikia wanakuwa kisha na MONUSCO nayo inakuya kusupport mnamuna ya logistics. Hayo yanajiri wakati huu ambapo mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 yakiendelea huko Doha nchini Qatar lakini bila ya matumaini makubwa kufuatia hali mbaya kiusalama katika mkoa wa jirani wa Kivu Kusini. Benjamin Kasembe, DW Goma. Chama cha siasa cha ODM nchini Kenya kimejikuta katika mvutano na malumbano baina ya viongozi. Hii ni baada ya katibu mkuu Edwin Sifuna kuvuliwa wadhifa huo. Katibu huyo amekaidi hatua hiyo akisema ni kinyume cha sheria, kwa hivyo yeye ndiye anasalia kuwa katibu mkuu. Hatima ya haya yote ni gani? Swali hilo na mengine mengi nimemuuliza mchambuzi wa siasa Dr Barack Muluka akiwa Nairobi, ambaye kwanza anatoa mtizamo wake kuhusu siasa zinazoshuhudiwa kwa sasa nchini humo. Nchi imefika mahali ambapo siasa za kiaidolojia zimeisha. Sasa ni siasa za mababe wa uongozi na utawala kuweza kubadilishana mamlaka, kuketi, kupeana uamuzi na kusema kwamba wewe utachukua hiki, nawe utachukua kile, mwingine atachukua hiki, tunapoenda uchaguzini basi iwe ni kuidhinisha tu na. Na kutokana na hiyo misimamo yake ya kupinga hivyo ndipo akawa anatimuliwa. Naam, na hayo uliyoyasema pamoja na yeye kusema kwamba ndiye katibu mkuu na hivyo anakosoa hatua iliyochukuliwa dhidi yake. Athari itakuwa ni gani ikiwa ameshikilia msimamo huo, athari ndani ya chama kisheria na kiuendeshaji? Chama kitayumba yumba kwa sababu wale ambao wamemtimua hawajafuata Uh, mikakati ambayo inatakikana ifuatwe iwapo kumekuwa na malumbano. Sheria ya vyama vya kisiasa nchini inatoa mwelekezo kwamba wangetumia vyombo vya ndani ya chama kuweza kupata suluhu, hasa kuna chombo ambacho hutumika wakati ambapo kuna kutoelewana, kuna mizozo katika chama, hawajaitumia. Hivyo basi, unaposema kwamba umemtimua na hujafuata misingi ambayo imewekwa chama kitayumbayumba na Oburu Oginga pamoja na wendani wake ndio watakaokuwa taabani na wala sio Edwin Sifuna. Kinachofanya kuvuliwa kwa Sifuna kama katibu mkuu kuwa na mtikisiko wa kisiasa ni kwamba miongoni mwa wapambe wake ni Winnie Odinga, mwanaye marehemu Raila Odinga, na Ruth Odinga ambaye ni dada yake Raila Odinga. Upande huu mwingine, kaimu kinara wa ODM Oburu Oginga ni kaka yake Raila Odinga. Kile kinachoweza kutazamwa kama mpasuko wa kisiasa na kifamilia, unadhani ushawishi na urathi wa kisiasa alioacha Raila Odinga upo upande gani wa mirengo hii na kwa nini? Nadhani upo upande wa Winnie Odinga pamoja na Edwin Sifuna na wengineo kwa sababu chama hasa ni kitu ambacho kina misingi yake katika ideolojia na wao wameweza kuwa na ushawishi nchini kutokana na ideolojia ambayo walikuwa nayo. Hivyo basi hawa ndio walio na hiyo misingi. Upande ule wa pili wanaegemea sana kwamba Raila Odinga aliwaacha katika hii serikali ambayo inatajwa kuwa serikali pana, wakiwa wanahudumu pamoja na rais William Ruto, lakini ikiwa ni chombo ambacho hakijakitwa katika misingi ya sheria, je, Sifuna na wapambe wake wana misuli ya kutosha kisiasa kuunda chama kipya au kuachana kabisa na ODM? Tutaona katika siku zijazo. Wameweza kuwa na hafla moja, mkutano wa halaiki kule Busia kabla hawajatimuliwa, na tuliona kwamba ulikuwa ni mkutano ambao uliweza kufana tu, kutia fora kwa njia fulani. Hii wikendi ana mkutano kule Kajiado. Hivyo ndivyo vitu ambavyo vitapeana majawabu uh, halisi. Ni Daktari Barak Muluka, mchambuzi wa siasa akiwa Nairobi, Kenya, akizungumzia mgongano mm, huo uliopo ndani ya chama cha ODM nchini Kenya. Mamlaka nchini Uganda zimepiga marufuku vyombo vya habari kurusha au kuchapisha maudhui yanayohusiana na matokeo ya uchaguzi uliofanyika mwezi Januari. Kwingineko, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wameanzisha mazungumzo ya maridhiano na rais Yoweri Museveni, wakisema hii ni muhimu kuondoa uhasama wa kisiasa uliojitokeza katika kipindi cha uchaguzi. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. Tangu kumalizika kwa uchaguzi, mjadala mkubwa ambao umeendelezwa kwenye vyombo vya habari, ikiwemo redio, televisheni, magazetini na pia kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhusiana na uhalali wa matokeo ya zoezi hilo. Wagombea wa wengi walioshindwa wamekuwa kwenye vipindi kadhaa vya redio wakielezea jinsi udanganyifu ulivyofanyika na pia vurugu za hapa na pale zilizopelekea zoezi hilo kutokuwa la haki huru na la uwazi. Kulingana na mamlaka za serikali ikiwemo kamisheni ya mawasiliano UCC pamoja na wizara inayosimamia habari na utangazaji, mwenendo huu unawachochea wananchi kujenga mawazo kwamba watu waliowachagua wakashindwa, kutokana na madai hayo wanastahili kupewa haki yao. Akitilia mkazo wa agizo la UCC, waziri wa habari ambaye pia ni msemaji wa serikali Dr Chris Bariomusi amesema radio, TV, mtu anapokwenda kwenye redio au televisheni na kudai kwamba alipokunywa ushindi wake, hapo unachochea umma, na hii inaweza kusababisha ghadhabu na kisha ghasia miongoni mwa umma, ili hali uchaguzi ulikamilika. Hata hivyo kuna wanasiasa wa upinzani ambao wameridhia matokeo ya uchaguzi huo na kile wanachotanguliza ni kurejesha umoja na mshikamano miongoni mwa wananchi, ijapokuwa wenzao wanawataja kuwa wasaliti. Wamekutana na rais Mseveni na kuwasilisha hoja za kuwepo kwa maridhiano ili kuondoa uhasama ambao hadi sasa wametandai nchini, huku wafuasi na viongozi zaidi ya elfu tatu wa upinzani wakielezewa kuwa magerezani kwa hatia za kuchochea ghasia katika kipindi cha uchaguzi. Mbunge aliyeshindwa Yusufu Nsibambi, ambaye aliongoza kundi la wanasiasa kumi na saba wa upinzani katika mkutano wao wa awali na rais Museveni, anafafanua hivi People crying fall, others are fighting, homes are being destroyed. Watu wanalalamikia matokeo, wengine wanapigana na kuharibu nyumba za wapinzani wao, huku Museveni akidhani kuwa upinzani ndio unachochea hali hii. Alituambia kuwa hafurahii kuwafunga watu magerezani, lakini kulingana naye hana suluhu mbadala kuweza kuhakikisha uthabiti wa nchi no. Lakini pia kulingana na baadhi ya wachambuzi, rais Museveni mwenyewe anaona kuna umuhimu wa kuwepo na maridhiano kati ya chama chake na upinzani. Hii ni kwa sababu kulingana na hali halisi alipata asilimia thelathini na sita tu ya kura za waliokuwa wamesajili kupiga kura. Hii ina maana kuwa hana ridhaa ya theluthi mbili ya wananchi waliokuwa na haki kupiga kura. Kulingana na mitazamo mbalimbali, idadi kubwa ya wapiga kura walisita kushiriki zoezi hilo, wakihofia ghasia kufuatia vitisho vilivyoshuhudiwa kutokana na majeshi kuhusika moja kwa moja katika kusimamia uchaguzi. Rebecca Emmanuel, DW Kampala. Na, na sasa tuyaelekeze macho na masikio yetu kwake tatu Karema atufahamishe yaliyomo katika mitandao ya kijamii Shukran sana John, na, na naanza moja kwa moja kwamba kwa bunge la Ulaya limesema uchaguzi ambao ulifanyika nchini Uganda Januari 15, uliendeshwa katika mazingira ya hofu na ukandamizaji, likidai kwamba vyombo vya usalama vilitumika kutisha kukamata, kuweka kizuizini, kutesa na pia kunyamazisha wapinzani wenye ushawishi, jambo ambalo lilizuia ushindani wa haki wa kisiasa uh -huh. Sasa uh, limeutaka Umoja wa Ulaya, nchi wanachama wake na washirika wa kidemokrasia kuchukua hatua dhidi ya wahusika, zikiwemo marufuku za visa, kushikilia mali za wahusika, kusitisha ushirikiano wa kiusalama na pia kupitia upya misaada inayodaiwa kuendeleza ukandamizaji. Sasa ripoti hii imeibua maoni si haba uh -huh. Kuna Eli Mwambo hapa anasema, adhabu mwape hawa viongozi jamani, ukandamizaji au msiba ukikufikia unauma. McCodes anasema, hilo bunge la Ulaya sioni cha maana wanachofanya zaidi ya kuongea tu. Okay, wameshajua kuna haki hazikutendeka, ni hatua zipi wanapaswa kuchukua ili kuweka haki sawa? Labda hawana mamlaka zaidi ya kuzungumza, hivyo yao ni kuzungumza tu, kusema ilitokea inaishia hapo. Peter Wimo anasema viongozi wa Afrika wakiambua ukweli utasikia wanaingilia kwenye nchi zetu, wanaanza kulalamika kwamba watu wa nje wanaingilia nchi zao. Mbali na hayo, sijui John kama Kenya, wewe unatoka Kenya, kuna nguo ya kitaifa la baada hatujakuwa <laughs> na nguo ya kuna kitaifa sasa. <laughs> Serikali ya Ghana imetenga rasmi kila siku Jumatano kuwa siku ya kuvaa vazi la kitamaduni la nchi hiyo lijulikanalo kama fugu. Hatua inaokuja siku chache tu baada ya kuzuka mjadala mkali mtandaoni kati wa Ghana na Zambia. Sasa mjadala huo ulianza wiki mbili, kukumbushia tu, wiki iliyopita wakati Rais wa Ghana John Dramani Mahama alipovaa vazi hilo katika ziara yake ya kitaifa nchini Zambia, baada ya mitandao ya kijamii nchini humo walifananisha vazi hilo na blausi hali iliyozua mjadala na mwitikio mkali kutoka kwa Ghana waliotetea utamaduni huo. Sasa naona tumepata mwangaza mwupeachia hapo. Shukrani sana kwa hayo ambayo umetudokezea. Tusome angalau mawili matatu kutoka na kwa watazamaji na wasikilizaji <muchas> nam kwenye Instagram namwona Justin Agustin anasema Uganda na Tanzania haina utofauti kabisa, raia wanaishi kwa manyanyaso. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema Uganda yaache kukandamiza uhuru wa wanahabari kuhusu kuchapisha kasoro za uchaguzi uliopita. Kutoka ukurasa wetu wa Facebook, DTNTT anasema ODM ilikufa kitambo sana, alipokufa Raila Odinga. Eliuta Masawe anasema Sifuna yupo sawa. Tangu lini chama cha upinzani kikaungana na serikali? Upinzani kazi yake ni kutetea wananchi na sio kusifia serikali. Idi Wandera anasema kwa kumtimua Sifuna ndio wamejitia kitanzi. Sasa kwa heri ODM. Filipo John Bosco anasema huko Uganda, waacheni waandishi habari wafanye kazi. Tunaachia hapo mtazamaji, msikilizaji na, na kuachia kwa ndimi za busara, wanasema kwamba salamu za maskini huweza kudhaniwa kwamba ni kuomba msaada. Kwa hivyo fanya bidii ufukuze wajukuu, vitukuu, vilembwe na vilembwekeza wa wow, umaskini <laughs> jina langu ni John Juma, kwa niaba ya kikosi kizima kilichokuletea matangazo haya nasema kwa heri. <laughs> mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badry 8 Utelsat 8wb Hotbed 13g na Ses 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa herini.